Sikiliza rafiki yangu, najua maisha si rahisi. Wakati mwingine unaumia, unachoka, unaona kama hakuna matumaini. Lakini nataka nikukumbushe kitu kimoja: maumivu haya ni ya muda tu, lakini nguvu ulionayo ni ya kudumu. Usikubali hali ikufanye uamini umefika mwisho. Giza unalopitia sasa linaandaa nuru yako. Kila machozi unayofuta yanakutengeneza kuwa imara zaidi. Simama tena, jipanguse vumbi, angalia mbele, sema moyoni, mimi sishi hapa, ninakwenda mbali, kwa sababu ndani yako kuna moto ambao dunia haiwezi kuuzima. Huu ndio wakati wako wa kuinuka, si kesho, bali ni sasa.